Alhijab, alhijab, hijabu ya kisheria, lazima wanawake wa Kiislamu muipatilize mudumu nayo na, achaneni na kuvaa hijabu kwa fashion. Katika Ramadhani mmejitia madera, mabaibui makubwa, nikabu, mitandio mikubwa, majuba, mahabaya, ndio habari ya mjini. Baada ya Ramadhani mnatupa la. Hijabu ni utaratibu wa maisha ya mwanamke wa Kiislamu akiwa nje ya nyumba yake, lazima avae hijab na hijabu sio fashion. Hijabu ni stara, hijabu ni ibada. Achaneni na hijabu za fashion ambazo zinatengenezwa na wafanyabiashara hivi sasa tena, wengine wa Kristo au wengine ni Waislamu wasiojielewa wanatengeneza baibui za kubana, za kushepu mwili, maabaya ya kubana, ya marembo na maua. Unamkuta mwanamke anatembea barabarani, utafikiri yuko holini eh? kama bibi harusi anavyomeremeta, eti amevaa hijabu la hijabu ni stara. Meremeta kwenye chumba chako na mume wako, shauri yako, ng'aa, jipake rangi ya saa, tumbukia kwenye kidumu cha uturi, unukie ndani ya nyumba ya mume wako, sio barabarani. Wanawake, chungeni stara. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam katika hadithi ya Abu Huraira alizungumza maneno mazito, akasema sinfan min ahli nnar lam arahuma, sampuli mbili ni katika watu wa motoni. Sijapata kuwaona watu wa ovu kama hao katika waliotajwa katika hizo sampuli za watu wa motoni. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akawataja wanawake watembea uchi kwa kusema, wanisaun kasiyatun ariyatun mumilatun mailatun ruusuhunna kaasnimatil bukhtil maila. Eh, na wanawake kasiyatun ariyat, wamevaa nguo lakini wanatembea uchi, ni nguo ambazo hazijastiri kavaa nguo kifupi, kimeishia kwenye mapaja au kwenye magoti, mapaja wayaona, magoti yake mihundi unayaona, kavaa mini sketi fupi, au kavaa nguo ya kumbana, amepiga suruali yake ya jeans au kapiga eh, taiti zile za mibano kama soksi imembana, au kavaa nguo yenye kuonyesha kweli, dera limemwagika, sketi pana lakini shafafa, nyepesi, inaonyesha maungo yake, bali yakitembea unaiona nguo ya ndani au unauona mchoro wa nguo ya ndani. Huyu hajavaa kitu, amevaa lakini atembea uchi. Mumilat ni wanawake wanawapindisha wanawake wengine. Mailatun wenyewe wamepinda, wanawake wamepinda, waovu washenzi, waasherati wahuni, na wanafanya kampeni ya kuwapindisha wanawake wengine. Na ndio hawa wanawake ambao leo wana vikao vyao, eh, wanajiita wanawake wa mjini na wana vikao vyao hivyo hao ni watu ambao hawasikilizi waume wala hawataki kuolewa. single mothers wanajiita, kama wana watoto wako wenye wenyewe wenyewe, wajeuri kama nini, na wanawaalika wanawake wenzao kuwatia ujeuri. Washenzi, wanawafanya wanawake wengine kuwa washenzi. Mtume alaihi ssalam anasema hawa ni miongoni mwa wanawake wa motoni. Nasalullah alsalamata walafia.